Sasa, <coughs> ni hivi dadi, saa tuko na challenge. Challenge yenyewe ni ya Mijikenda saa. mm -hmm. Hii challenge inaenda hivi mm -hmm. Nakuuliza maswali matano mm -hmm. ya ki, ya, ya kimijikenda saa, na si maswali tu, maswali yenye ni misemo saa. mm -hmm. Sio, ni so, mijikenda ndio mijikenda halisi si ndio saa? Hii challenge inaenda hivi, nakuuliza hii misemo ukipata na kupa elfu moja. Tele. Tele kai tsungurirwa. Nguvu ya madzi ni mawe dzulo. dzulo. <laughs> Dzulo niriri siriri ketizikuzamadzacharino dzulo, ungenamba niriri. Maana amba rinoone wani ariye moyo dzulo rina nguvu oh, rina nguvu. Mm -hmm. Uh -huh. Ukosamwenga upata mairi <laughs> sawa. Ulachumunji mwishoni nchiza. Uh -huh. Mwanamche mpumbavu, mwanamche ah, ah, mpumbavu nasikiza maneno ga mwanamlume ariye huhu. Sasa yuko sawa, manga hayo. Sasa inaenda yeah? Hivi uh. tele kaisungurirwa ivumayo uh. mm -hmm. kaichesa muria chakwe kana dambi na mtu. Hinde hiko kaya sichilagane uh, yeah. uh, yeah. uh, mkota tigongo uh, uh, mkota tigongo uh, uh, ni, ni kuvuhira pakwe uh, yeah. foro pao pao ni nyika uh,

ichinyolwa ichinyolwa ichinyolwau mm. uchendenza na mlachu chenga murichafuma ge yeah, kwanza Mwanamke mpumbavu. Ah, umejaribu bro. Gosi ni gago mwenga chichonyi chira uchira umba uchendenza na uchendenza na mulachu

Ozo kanaulacho ozo si lazima ridenenyue eh. ozo rigozo foro pao eh? foro pao foro Ah, foro pao ni nyika

Mala. Kuko na maswali matano maswali, na pesa nitenga. Yes, dadi unasema uh, labda missioni bom ya gana maswali Ni... Yani, az sasa si tumeleta challenge ili tujaribu kurudi nyuma tuangalie ile mila yetu ushona kwa yeah. sababu sasa unaweza kuta kijana kama mimi Siajui haya wakati mi ni mchonyi ushona. Sasa najaribu tunaelimishana tu maali, mi sijui, we najua hivyo, ndo tunasonga tuna saa nakuelewa eh, lakini pia niko na offers, saa offers ni ya pesa, ukipata unachukua saa lakini ukikosa kama hivyo najua, ndonajua oh, kumbe kitu fulani watu hawajui ushona? Yeah. Lakini si kuna viwango pia vya, vya zile offers ama huwa huwa? Uh, offer ni maswali ni matano kwa sababu uh.